Ni ngumu sana kujua uhalali wa mpanzu mahali ulipo, kwa sababu wanaofahamu uhalali wa mchezaji huyu ni mchezaji mwenyewe na kambi yake na upande wa Simba Sports Club, TFF kupitia kamati ya usajili. Hawa ndio pande tatu ambazo zinazofahamu uhalali wa mchezaji Elimpanzu. Tofauti na hapo, mwingine yeyote yule ambaye anaweza akazungumzia uhalali wa elimpanzu labda amepiga hodi kwenye ofisi za uh, TFF kupitia kamati ya usajili, then wao wamempa taarifa kwamba kuna ABCD kuhusiana na hizo kuhusiana na elimpanzu. Unless otherwise hizo pande tatu nizo zizungumza ndizo ambazo wanayo nafasi ya kuzungumzia uhalali wa elimpanzu, lakini nabaki kuwa na doubt eneo moja. Unajua, soko la Tanzania tumepita kwenye vipindi tofauti tofauti, kuna nyakati ambazo alitoka kiongozi na kuuthibitishia umma kwamba mchezaji fulani ni halali kwa klabu yao, na huyu si mwingine ni Papi Shishimbi. Wakati amejiunga na Young Africans mkataba wake ulivyomalizika, zikatoka taarifa kwamba Papi Shishimbi hata kuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans, lakini Engineer Hersi ambaye kwa sasa ndio rais wa klabu ya Yanga wakati huo nadhani alikuwa anasimamia kamati ya usajili kama sikosei, sina kumbukumbu kumbu vizuri kama alikuwa tayari amesha kuwa rais wa Young Africans, lakini akatoka publicly akauthibitishia umma wa Tanzania kwamba Papishi Shimbi ni mchezaji halali kabisa wa Young Africans na wameshamalizana naye lakini mpaka usajili unamalizika Papishi Shimbi hakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans, akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaondoka kwenye kikosi cha Young Africans hile iliibwa ili, ili hisia tofauti, fikra, mawazo yakawa tofauti tofauti, kwamba tuna viongozi wa aina gani ambao hawapati shida kuzungumza uongo bila kujali ni watu wangapi ambao wanaweza wakawa wamedhurika kutokana na huo uongo ambao kiongozi anakuwa ameuongea. So, kutokana na hii presidency ambayo imeshawekwa na, na, na, na, na, na injinia Hersi kupitia kwenye usajili wa papishishimbi, ndio maana watu wanaibuka wanasema inawezekana hata elimpanzu akawa si mchezaji ambaye eh, amesajiliwa moja kwa moja na kikosi cha wekundu wa msimbazi Simba, kwamba hana ile permanent contract, yuko on loan na lolote linaweza likatokea. So tujipe muda eh, uzuri wa bahati tumebakiza almost mwezi mmoja, ligi inaenda kumalizika, na baada ya ligi tunaweza tukafahamu elimpanzu ni mchezaji halali Simba, kwa Simba, kwamba yuko kwenye permanent deal au yuko on loan. Na baada ya hapo nini kitafuata? Madhara yatakuwa ni makubwa sana, na watakuwa wameonyesha ni moja kati ya viongozi wasiofaa kuwepo kuihudumia klabu ya wekundu wa msimbazi Simba, kwa sababu imesha tayari kuna president ambayo imeshawekwa na viongozi wa Yanga kwamba waliwahi kuzungumza kwamba Papishishimbi ni mchezaji halali wa Young Africans, lakini the same window akaondoka ikiwa wameshaaminisha watu kwamba ni mchezaji ni mchezaji wao. Sasa kama hawakuchukua somo pale, maana yake ni kwamba sio viongozi ambao wanajifunza, na unapokuwa kiongozi una, una, una room ya kuwa unajifunza kila wakati. Sasa ikitokea eli Mpanzu yupo kwa mkopo, lakini viongozi wa Simba uzuri wa bahati wameshatoka public, wanasema ni mchezaji ambaye eh, yupo kwenye permanent deal kwa miaka miwili, ikitokea ni, kweli ni mchezaji wa mkopo, hawatakuwa tena na sifa za kuendelea kuwa viongozi wa taasisi kubwa ambayo inaungwa mkono na idadi kubwa ya watu kama Simba Sports Club. Watakuwa wamekosa hiyo huo uhalali wa wao kuendelea kuitumikia klabu ya Ukunda Msimbazi Simba kama viongozi, kwa sababu kama taasisi haitakuwa haita na heshima haitakuwa na, na, na imaji nzuri kwenye jamii ya wapenda soka, kwamba anatoka kiongozi anasema huyu ni mchezaji wetu on permanent basis, lakini mwisho wa siku inabainika kwamba alikuwa ni mchezaji aliyepo kwenye kiosi kile kwa mkopo. Haitakuwa na maana kuwa na viongozi wa aina hii, watakuwa wafai kabisa yani cha kwanza kabisa ni uongozi wa Simba utakuwa umepoteza imani. Yaani ikitokea Young Africans wakampata Elimpanzu kwenye mazingira haya yanayozungumzwa, maana yake uongozi wa Simba watakuwa wameshindwa kufahamu ni kitu gani ambacho wanakifanya, ni kitu gani ambacho mashabiki na wanachama waliowaweka pale kwenye ule uongozi, ni kitu gani wanahitaji. kwa hii itakuwa ni feli kubwa sana kwa viongozi wa Simba ikiwa ni kweli Elimpanzu yupo Simba kwa mkopo, alafu wao wameshathibitisha kwa hayupo kwa mkopo, ni permanent deal, then itokee okay. Yupo kwa mkopo na Young Africans waweze kusecure deal yake ya kumtoa Simba na kumpeleka na kumpeleka Young Africans. Hii itakuwa ni kitu ambacho very disappointing kwa jamii ya wanasimba. Wataumia sana kwa sababu as we speak ndio roho ya Simba. Sasa ukimchukua okay, Mpanzu kwenye kipindi hiki maana yake umefyatua mioyo ya wana Simba. Umewasababisha maumivu wana Simba. Uongozi utakuwa kwenye mazingira magumu sana. I think hawatakuwa na kitu kingine chochote kile ambacho wanaweza wakakiongea mashabiki wao wakaona kuna cha maana wanachokizungumza. Kutakuwa ni anguko kubwa au itakuwa ni kuporomoka kukubwa sana kwa sababu unapoizungumzia Simba Sports Club hasa kwenye safu ya ushambuliaji hata mashabiki wa Simba wanapokuwa wanaangalia lineup ya kikosi chao kinapokuwa kinaingia uwanjani, jicho la kwanza wanalipeleka ili Mpanzu yuko wapi. Aki, akiwepo watu wanasema yes, tuna matumaini leo, kuna chochote kitu tutapata. Akikosekana wanaenda kuangalia kwenye substitution. Yupo, wanasema, inaweza tukachelewa kupata matokeo lakini Mpanzu akiingia, kuna unafumu mkubwa utapatikana. Kwa lugha nyepesi safu ya ushambuliaji ya Simba kwa sasa hivi inacheza kwa kumzunguka ili Mpanzu. Ni mchezaji ambaye anarahisisha mchezo kwa kulazimisha vitu fulani vitokee, ni mchezaji ambaye ana jicho la pasi, ni mchezaji ambaye ana dribbling nzuri. Kwa hiyo kwa sababu ni mchezaji ambaye ametengenezwa kuzungukwa na safu ya ushambuliaji, maana yake ni kwamba yeye ndio roho kwenye safu ya ushambuliaji, na akishakuwa ndio roho kwenye safu ya ushambuliaji, anapoondoka inalazimika mwanze upya, mumtafute mchezaji mwingine mpya ambaye atakuja kuzungumza lugha moja na wachezaji wenzake kwenye safu ya ushambuliaji, aweze kuprovide kama vile ambavyo Eli Mpanzu alivyokuwa anafanya, kitu ambacho sio rahisi. Wachezaji wa aina ya Eli Mpanzu ni ngumu sana kumpata kwenye soko la usajili barani Afrika kwa sasa, na hata kama ukimpata unampata kwa gharama kubwa sana. Naweza kudiriki kusema kitendo cha Simba kumpata ili Mpanzu kwa mazingira ambayo waliopitia wakati wa usajili wake, halafu ikitokea umempoteza kwa urahisi, viongozi wa Simba watatakiwa kujitafakari mara mbili kwamba wanastahili kuiendesha hii taasisi au hawastahili.